Utofauti upo, tofauti upo kwa sababu aina ya ya uchezaji inakuwa ni, ni mpya na na vile vitu ambavyo tunavyofundishwa ni, ni vipya, kwa hiyo na imani kwamba uchezaji utaonekana ni mpya kwangu mimi <laughs> na majukumu nitakayokuwa nayafanya ndani ya uwanja atakuwa ni mapya, kwa hiyo e, nachowaomba mashabiki, viongozi e, wanachama wote waweze kuwa tayari kuona hivyo vitu vipya na majukumu mapya ambayo niko nayo. Inshallah naweza <laughs> kusema kwamba <laughs> kila kitu kita, anapanga Mwenyezi Mungu kitakuwa vizuri. Bali za asubuhi yeah. E, kwa upande wa wachezaji na kwa niaba ya wachezaji e, tumejiandaa vizuri katika mchezo wa kesho. E, sisi kama wachezaji tupo tayari na tumeshapokea E, mafunzo mengi kutoka kwa benchi letu la ufundi kuelekea katika mchezo huu. E, tuna imani mchezo huu ni mchezo wa pili, e, utakuwa ni mchezo wa tofauti kwa jinsi ya maandalizi ambayo tume, tume, tumeafanya katika, katika wiki hii nzima. Mm, kuna makosa ambayo tuliweza kuyafanya katika mchezo uliopita, walimu wamejaribu ku kuyafanyia kazi na kutengeneza kitu kipya ambacho tunaenda kukifanya katika, katika mchezo huu. Eh, utakuwa ni mchezo mzuri na sisi kama wachezaji tutakuwa katika furaha kubwa ya kuweza kucheza mchezo huu mbele ya mashabiki wetu. Eh, utakuwa ni mchezo mzuri na mkubwa sana, na sisi tuko happy kucheza mbele ya mashabiki wetu ambao watajaa kwa wingi na watajitokeza kwa wingi kutupa support. Uh, tunaongoza goli tatu ambazo tumezipata katika mchezo mchezo uliopita. Eh, dakika 90 ambazo za mchezo uliopita zimepita na hizi ni dakika 90 mpya. Eh, tunajua mchezo wa mpira jinsi ulivyo, na ndio maana tulikwenda katika viwanja vya mazoezi kufanya maandalizi kwa sababu tunajua huu ni mchezo mpya na dakika tisini nyingine kabisa ambazo zinahitaji umakini umakini wa hali ya juu eh. Kwa hiyo sisi tumejiandaa tumejiandaa vizuri kuhakikisha tuna tunapata ushindi ambao unaweza kutufanya kuingia katika katika hatua ya makundi kwa kwa kishindo kikubwa kwa sababu E, kutokana na miaka mingine yote iliyopita tu kama hii tulikuwa tunapita kidogo, mechi zinakuwa ziko tofauti na, na hii ambayo tuko tunaongoza, tunaongoza goli tatu. Kwa hiyo tumejiandaa vizuri, tumejiandaa vizuri mimi binafsi e, kama ulivyouliza nimekuwa nime katika, katika kinyang'anyiro cha tuzo e, kitu cha kwanza ambacho mimi huaga na kifanya ni kuhakikisha kwamba timu inapata matokeo na tunafanya vizuri na tunahakikisha kwamba yale malengo yote ya timu yanakuja yanakuwa mbele, alafu mimi nafuata nyuma. Kama nilivyotangulia kusema kwamba e, mchezo wa kwanza tuliweza kucheza tukashinda goli tatu kwa, kwa, kwa sifuri e, hatukuweza kuruhusu goli, lakini kulikuwa na makosa mengi tume, tumeweza kuyafanya hususan e, katika, katika defensive, tuliweza kufanya makosa mengi kwa hiyo, yale makosa ambayo yote tuliyoyafanya ingawa tulikuwa tujaruhusu goli, walimu waliweza kuona, na ndio maana tukarudi katika viwanja vya mazoezi kuyafanyia kazi ili kuweza ku, kuyapunguza makosa yasiweze kuwa, kuwa mengi. Kwa hiyo na imani kutokana na mazoezi ambayo tumeyafanya na makosa yote ambayo tumeweza kurekebisha kutoka katika benchi letu la ufundi. Kwa hiyo na imani kwamba mchezo wa kesho utakuwa utakuwa vizuri, na yale makosa yote ambayo tulikuwa tumeyafanya katika mchezo uliopita yote atakuwa yamepungua, yame na nadhani kwa upande wetu sisi mabeki utakuwa uko salama zaidi na tunawaachia eneo eh, letu la, la ushambuliaji waweze kufanya kazi ya ziada ambayo ile ambayo waloifanya iwe ya zaidi ile waloifanya katika mchezo ulopita. Uh, cha kwanza naweza kusema kwamba uh, ni nyakati ngumu na ni kazi ngumu uh, kuiongoza timu kubwa yenye mashabiki wengi Tanzania katika mashindano kama haya. Kwa hiyo jukumu hilo mimi binafsi nimelibeba na liko katika katika mgongo wangu, kuhakikisha kila hatua tunayofikia tuweze kufanya vizuri e, ili kuweza kufikia yale malengo ambayo ya klabu na mashabiki na wanachama wote wa Simba wamejiwekea katika msimu huu. Kwa hiyo najua na majukumu mazito e, yapo katika mgongo wangu na niko tayari kuyabeba kuhakikisha kile ambacho tunakihitaji kiweze kufanikiwa. Eh, nimekuwa katika misimu mingi na nimekuwa nimefundishwa, mf, mf, nimepata kufundishwa na walimu mbalimbali. Kila mwalimu anapokuja anakuwa na, na filosofi yake na anakupa majukumu mapya ambayo wewe unatakiwa kuyafanya ndani ya uwanja, kwa hiyo anaweza kusema kwamba eh, msimu huu kuna majukumu mengine mapya ambayo nime, nimeweza kupewa na Naweza kusema kadri mazoezi tunavyozidi kufanya mazoezi, kwa hiyo yale majukumu ambayo nimepewa naendelea na kuyatekeleza vizuri, na imani baada ya, ya wiki kadhaa itakuwa ni asilimia mia, mia. E, nitakuwa nayatekeleza vile mwalimu anavyotaka. E, utofauti upo, tofauti upo, upo kwa sababu aina ya, ya uchezaji inakuwa ni, ni mpya na na vile vitu ambavyo tunavyofundishwa ni, ni vipya, kwa hiyo na imani kwamba uchezaji utaonekana ni mpya kwangu mimi <laughs> na majukumu nitakayokuwa nayafanya ndani ya uwanja atakuwa ni mapya. Kwa hiyo e, nachowaomba mashabiki, viongozi e, wanachama wote waweze kuwa tayari kuona hivyo vitu vipya na majukumu mapya ambayo niko nayo <laughs> Inshallah, naweza kusema <laughs> kwamba kila kitu kita anapanga Mwenyezi Mungu kitakuwa vizuri.